Jeshi la polisi mkoani Manyara linamshikilia mchungaji wa Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT Usharika wa Boay wilayani Babati, Eleth Mtaita kwa kudaiwa kufanya uchochezi. Kamanda wa polisi wa mkoa wa Manyara, Ahmed Makarani, akizungumza kwa njia ya simu na Mwananchi Digital leo Jumamosi Oktoba 25 mwaka 2025, amesema mchungaji huyo amekamatwa na polisi jana Oktoba 24 mwaka 2025. Kamanda Makarani amesema wanamshikilia mchungaji huyo kwa mahojiano kutokana na kudaiwa kufanya uchochezi kanisani kwake. Huyo hajatekwa, huyo mchungaji kanisani mm. kwake ana, anafanya uchochezi, kwa hivyo tunaendelea na mahojiano yake, tunaendelea na mahojiano. Amesema pia wanamtafuta mmoja kati ya mashehe wa msikiti uliopo eneo hilo la Boay Juma Silima kwa kudaiwa kufanya uchochezi kwa kuwataka watu wasiende kupiga kura Oktoba ishirini na tisa mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Amesema viongozi wa dini wanapaswa kuendelea kuzungumza juu ya masuala ya kuabudu Mungu na sio kujihusisha na mambo ya siasa. Yuko na shehe pia wapo hapo Boyai, tunamtafuta naye, anatumia msikiti ku, ku, kuleta uchochezi kwamba labda watu wasiende kupiga kura. Na, ima, kuambia watu wasende kupiga kura katika msikiti au kanisani. Nadhani kauli hizo angepaswa mtu kuwa na chama au kwenye vilili vingine, sio sio kanisani au msikitini. Kanisani na msikitini ni mahali ambapo kwa kufanya hivyo. Kwa hivyo tunaye, tunamhoji huyo na kuna mtu mwingine anaitwa Juma Silima tunamtafuta pia yeye, alikuwa anafanya mambo hayo hayo katika misikiti ya maeneo ya Boay mtatoa taarifa kwa umma baadaye leo hii. Usiku wa alfajili ya leo Oktoba 25 mwaka 2025, kwenye baadhi ya mitandao ya kijamii kulizuka taharuki juu ya kutekwa kwa mchungaji huyo. Taharuki hiyo ilizuka baada ya mchungaji huyo kuelezwa ametekwa nyumbani kwake na watu wasiojulikana waliovamia wakiwa na silaha. Imeeleza kwamba watu hao walitumia silaha kuwatishia na wanafamilia wa mchungaji Mtaita kabla ya kumpakiza na kuondoka naye kwa kasi wakitumia gari aina ya Toyota Land Cruiser isiyo na namba za usajili. Mkuu wa mkoa wa Manyara Queen Sindiga, hivi karibuni akizungumza na waandishi wa habari, ameeleza kwamba serikali itawachukulia hatua kali wote wanaojihusisha na kuchochea watu wasijitokeze kupiga kura. Sindiga ameeleza kwamba kitendo cha baadhi ya watu kuieleza jamii kuwa isijitokeze kushiriki uchaguzi mkuu kwa kupiga kura watakuwa wanafanya makosa hivyo watachukuliwa hatua kali za kisheria.